Namna ya kushinda kupitia maagano. Mungu wetu ni Mungu wa maagano. Jambo la kwanza tujue kwamba Mungu wetu ni Mungu wa maagano. La pili, Mungu ametupa neno lake, neno lake ambayo ni Biblia takatifu ni kitabu cha kiagano. Kwa kila unapokuja kanisani na kila unapoanza kushughulika na mambo ya Mungu, jua kwamba Mungu wetu ni Mungu wa maagano cha kwanza. Alafu kitabu alichotupa ni kitabu cha kiagano is a covenant book. The Bible is a covenant book. Ndio maana inaitwa New Testament, Old Testament, amen, agano la kale na agano jipya. Kwa hiyo kuanzia mwanzo mpaka Ufunuo Biblia ni kitabu cha kiagano. Kwa hiyo hakuna namna unaweza kaishi maisha ya ushindi bila kujua namna ya kuishi kiagano na Mungu, kwa sababu kila alichokisema ni agano. Agano ni nini? Tusome kumbukumbu la Torati 7:9 basi jueni ya kuwa Bwana Mungu wenu ndiye Mungu Mungu mwaminifu ashikae agano lake na rehema zake kwako, kwao wampendao na kushika amri zake hata vizazi elfu. Ukiangalia okay, unaona kwamba ni Mungu ambaye anashika maagano hata vizazi elfu. God is bound to covenant. Yaani tuko hivi tulivyo kwa sababu ya agano, dunia iko ilivyo kwa sababu ya maagano, aliumba kiagano kila kitu kina exist kwa sababu ya maagano na Mungu. Wewe upo kwa sababu ya agano ambalo Mungu alilingia. nitakueleza hapa hapa mbele utaelewa. Yaani una exist unapumua kwa sababu ya agano ambalo Mungu aliliingia na wewe. Kwenye Zaburi 89 mstari wa 34 anasema hivi, sitalihalifu agano langu, sitalibadili neno lililotoka mdomoni mwangu maana yake nini? Maana chochote kile ambacho kimetoka mdomoni mwa Mungu Mungu ameweka kuwa ni agano. Mungu wetu hawawezi kusema kitu ambacho hakina maana, chochote anachokisema kwake kinabadilika kuwa sheria, kinabadilika kuwa mkataba, kinabadilika kuwa ahadi. Sasa nini maana agano? Agano agano maana yake ni makubaliano ya kisheria ambayo ndani yake yana masharti na uwajibikaji kati ya pande mbili Makubaliano ya kisheria yenye masharti na uwajibikaji ndani yake kati ya pande mbili zinazokubaliana kwenye makubaliano s so, ufalme wa Mungu unaoperate kwenye kanuni za, za kimaagano kuanzia mwanzo mpaka mwisho katika maeneo tofauti tofauti tofa, tunayoishi katika mambo mbalimbali ambayo tunayataka. Mungu ameweka kanuni kwamba hayo mambo, ili tuyapate inabidi tufuate agano lilo establish au linao regulate hilo jambo ili lipate. So, covenant are regulators of uh, divine provisions. Magano ndio yanadhibiti ya au yanaruhusu yanaamua vitu gani vya kiungu vipate kwenye maisha yako. Kuna agano la mafanikio, kuna agano la uponyaji, kuna agano kwenye kila kitu ambacho unakitaka. Kuna agano la ndoa chochote kile ambacho unakitaka wewe ukipate, kutoka kwa Mungu kuna agano ambalo lina regulate hicho kitu, ili wewe ukipate. Until you abide to that covenant, you can't get it. Mpaka umeweza kufuata kanuni ya hilo agano, hauwezi kupata. Mpaka umekubaliana na hayo makubaliano ambayo Mungu ameyaweka na wewe, ukatii huwezi kupata hicho kitu, kwa sababu agano lina operate au linafanya kazi au linakuwa activated kwa mambo, kwa njia, kwa njia kama nne. Ya kwanza ni obedience. Obedience maana yake utii. Unapotii masharti ya pande mbili ya hilo agano, ndipo ambapo una activate, unahuisha hilo agano into action. Mungu wetu anakuwa bound kwa kile tu alichokisema, anajibu kile ambacho yeye mwenyewe alishakisema, hajibu kitu ambacho yeye hakukisema. Kwa hata maombi ambayo tunaomba yako kwenye mfumo wa agano, tunaishi kiagano, ijapokuwa pengine hatufahamu, lakini ufahamu ni mzuri zaidi, ili ujue kama kumbe Mungu anaoperate kwa njia ya agano. Maombi is a covenant practice. Maombi ni swala la kiagano, utaniita nami nitakuitikia, ni agano, maana alisema Ko, usipoita hakuna atakayekuitikia, until you call upon him." ndipo napoitika. Mfano, kwenye agano la uponyaji, ukisoma kwenye kita, kile kitabu cha Kutoka 23 na mstari wa 25 na 26: nanyi mtamtumikia Bwana Mungu wenu naye atakibarikia chakula chako. Mtamtumikia kocha, kwanza kwenye agano ni kwanza kumtumikia Bwana. Nanyi mtamtumikia Bwana Mungu wenu naye atakibarikia chakula chako na maji yako, nami nitakuondolea ugonjwa kati yako. Until you serve God you are not entitled to healing. Mpaka umemtumikia ume Mungu hauwezi kupata uponyaji hata, kwa sababu Mungu hatabarikia chakula chako wala maji yako. Lakini unapoanza kutii kumtumikia Bwana, ukitii na kutoka ukaenda kumtumikia Bwana, automatically Mungu ana step in anaingia kazini. Kwa nini? Kwa sababu lile agano, yale makubaliano, ule mkataba. Mkataba si ni makubaliano ya pande mbili? Hakuna aga mkataba ambao haujaandikwa. Kwa hiyo ananiambia, ananiambia hivi, stop dealing with me without writings because I never operate in that way because i operate covenantally. Ah, nikasema Mungu yuko serious. Anasema acha kushughulika na mimi kwa maneno matupu kwa sababu mimi na operate kiagano. Asema, i'm not entitled to answer something you don't you are not serious on it. Kwa sababu kama haujaandika hauko serious. Na kwa nini, kwa nini covenant inakuwa covenant? Kwa nini covenant lazima iwe na viapo? Kwa nini agano lazima iwe na na, na masharti eh, iwe na viapo kati ya hizo pande mbili? Kwa nini na hiyo viapo vinaandikwa kwa nini ili vifanyike sheria. Hakiwezi kufanyika kitu sheria mpaka kimeandikwa au kimerekodiwa, kimewekwa dhahiri na ushahidi, ile kiwa na ushahidi. Kwa hiyo, umeweka nadhiri kwa Bwana tu, kama Mungu nitakufanyia kitu fulani, ukaiacha, hujaandika, alafu unashangaa, umesahau, hujatimiza. Mungu anaona you are not serious, that cannot be a covenant. You are breaking covenant kiraisi hivyo kwa Mungu. Hatawajibika kwenye upande wako. Ndio maana watu wengi sana walivyokuwa na vyomba vimepotea kirahisi. Kwa nini? Kwa sababu they were not dealing with God covenantly, kwa kumaanisha, watu wengi wanapoteza miujiza yao kirahisi tu kwa sababu wanadili wana na Mungu kikawaida sana. Amen. Mungu anaona haujafika level ya kuwa serious. Umeshakuona mtu anasema nakuuzia shamba, alafu nakuuzia shamba anasema ah, mimi nitakuuzia tu nipe, nipe, nipe kiasi fulani, utakubali unampa tu hela yako, alafu hamjaandikishana, hamna muhuri wa mwanasheria, utakuwa mkataba hu unakuwa sio mkataba ndivyo ambavyo Mungu anavyoangalia unapokuwa na dili naye, unakuja kanisani, haujaandika chochote, haujaandika mahali popote, hauna chochote ambacho unamwambia Mungu, hiki ndicho ambacho nakuomba. Unapiga tu usingizi mwanangu. Unapoteza. Una Una hauna kitu ambacho kinashikika. Mungu hayuko namna hiyo watumishi wa Bwana. Isaidha, labda usijue kuandika. Kama hujui kuandika mwambie mtu hata nisaidie kuandika. Mimi hiki ndicho ambacho nataka nikubalia na Mungu. Mungu ndipo ambapo anaanza kuwa